Mara baada ya kanisa la Katoliki e, kuweza kutangaza leo kwamba e, ameweza kupatikana papa mpya ambaye atakuwa ni Leo wa kumi na nne Robert e, Francis Prevost e, kama papa mpya ambaye ataendelea kuendeleza gurudumu baada ya papa Francis kuweza kufariki dunia. Rais wa taifa la Marekani Donald Trump ameibuka e, na kuweza kumpongeza papa huyo ambaye ameweza kusema kwamba ni heshima kwa taifa la Marekani. Yote hii ni mara baada ya kuweza kutangazwa e, papa mpya kwa mara ya kwanza kabisa kwa Marekani Kuweza kutoka papa ambaye anatokea moja kwa moja nchini Marekani. Aliweza kuandika maneno haya eh, Donald Trump kwamba hongela kwa kardinali Robert Francis Prevost ambaye eh, ametangazwa eh, kuwa papa. Ni heshima kubwa kutambua kwamba yeye ndiyo papa wa kwanza Marekani. Ni jambo la kusisimua sana na heshima kuu, eh, kwa nchi yetu. Natarajia kwa hamu eh, kukutana na papa Leo wa kumi na nne. Itakuwa ni tukio la maana sana, akawa ameandika maneno haya Donald Trump. So kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wamepongeza kwa tukio ambalo liliweza kutokea e, siku ya hapo jana. Yote hii ni mara tu baada ya kuweza kutangazwa kwa papa mpya baada ya kurithi nafasi ya papa Francis. So kwa upande wa Donald Trump, yeye amekuwa ni mtu ambaye ni rais ambaye amekuwa sometimes ana utani mwingi, na inafahamika kwamba siku za hapo nyuma aliweza kupost picha akionekana kabisa kwamba amevalia majoo e, ya kama vile ndo papa kwa upande wa Donald Trump, sasa hivi ameweza kumpongeza papa mpya ambaye anatokea moja kwa moja kwa upande wa Marekani, anafahamika kwa jina la Robert Francis Prevost ambaye anabadilishwa jina sasa na kuitwa Papa Leo wa 14. Tupe mtazamo wako kwa wewe mdau wa Sawasawa Digital. Until next time, bye. La pace sia con tutti voi.